Jamani, zao la mwani, zao la mwani, nafikiri tumeona jinsi ambayo lina mambo mengi tu. E, lina mambo mengi na kuna kuna mmoja kule ndani kwa ajili ya nani Tanga alinipigia simu, yeye yeye bwana mwana hapa anatengeneza dawa. Si dawa za kawaida, dawa za yana mambo kwa hospitali. Bila ukana vitu vingi sana. Yaani ni ni, ni zao ambalo kwa kweli lina maajabu sana. Lina maajabu mengi sana. Kwa hiyo Nice. Unajua kwa nini wakati mwingine pia vitu vya baharini vinakuwa na maji mengi sana ya chumbi chumbi. Mengi mengi mengi mengi mengi sana. Kwa hiyo na kazi nyingi sana. Nafikiri kazi kingine wengine washaziona. Eh. Sawa jamani, Kwa hiyo mashamba ya mwani mika sema wako wamelima mashamba, sema kuna mashamba mengi pia ya wakulima. Hali inaonekana inaonekana kama hivi. Unaona kama kuna mengine ndio kama unaona kama vile ile iko ndani, iko ndani sana maji ni ile maji, kwa ukuji ni mtu kwa vile maji hapa sio wakati wa kuwa na kuja. Hii ndio sasa kule ambapo huenda ikawa ina kama ni kile kipindi cha kiangazi sana, yale ile ambayo muda mwingi unakuwa inakuwa ndani kidogo, sio leo kubwa sana ya maji, ndio inapata matatizo mengi zaidi kuliko ile ile ambayo kwenye dipu kidogo. Sawa eh. Ila sasa kule kwenye dipu kidogo, changamoto yake ndio hiyo, kutokuwa na vifaa mzee, ni changamoto.